Watawashirikisha makundi hayo katika ujasiriamali, uongozi, afya ya akili na mwili. Mengi sana nafikiri wataongea wao ambao ndio wahusika wakubwa. mimi nisiwe mwongeaji mkuu sana kwa sababu mi wamenikaribisha tu niseme machache na kuwakaribisheni nyote na kusema karibuni, tuendelee na kikao chetu. Mradi wa kuendesha bajaji kama huu fezi ya kwanza ambayo wenyewe ulifanyika Dar es Salaam, kata ya Vingunguti na umemalizika mwaka jana. Kwa hiyo, kutokana na kufanya vizuri, ndio tukapata nafasi ya kurudia kufanya mradi fezi ya pili, ambayo ndio hii inakuja kufanyika hapa Mwanza. Kwanza, huu mradi uh, utafanyika kwa muda wa mwaka mmoja, yaani miezi kumi na mbili, lakini pia unalenga kuwezesha wanawake na mabinti 30 tu. Kwa, kwa, kwa pilot ya mwanzo tutakuwa na, na wanufaika 30 ambao miaka yao inaanzia miaka kumi na nane mpaka thelathini na tano, na wao ambao watakaokuwa wanatakiwa ni kwanza ni wale waathirika wa matukio ya ukatili wa kijinsia lakini wengine watakaohitajika ni wakinamama vijana, wale ambao wamezaa wakiwa na umri mdogo, kwa hiyo waka drop kutoka shule. Lakini pia wanawake wenye ulemavu ambao wanalea watoto peke yao na watoto wenye, una, una, u, yani wanawake ama binti wenye ulemavu, lakini kama yupo ambaye sio mlemavu ila analea mtoto mlemavu peke yake. Kupitia mradi huu wa She Drives to Change utakaofanyika hapa, wamama watapata nafasi ya kufundishwa mafunzo ya kuendesha bajaji, lakini ni bajaji za umeme ndio ambazo zitakuwa zinatumika. Mafunzo yatakayotolewa yatakuwa namba moja ni hayo mafunzo ya bajaji, lakini mafunzo ya pili yatakayotolewa ni mafunzo ya namna kuendesha biashara na kutunza akiba zao wao wenyewe. Mafunzo ya tatu ni kuhusu mafunzo ya, ya kijinsia na ndio maana tumealika watu kutoka dawati la jinsia, ili tuone namna gani tunaweza kuwafundisha, kwa sababu ya sehemu wanapoingia I like, udereva umezoeleka sana, ni kazi ya wababa wa au wakaka, lakini sisi tunataka kuwaweka hawa wanawake, kwa hiyo waone jinsi gani watakutana na changamoto zipi na jinsi gani za kujitatua wao, ili wasipate hamu wanapoendelea kwenye kufanya hizi biashara. Kiangalia mradi ambao tumetambulishwa hapa unayagusa hayo makundi sasa, tutaomba ushirikiano mkubwa sana kama walivyoomba, na sisi tuko tayari kufanya hivyo, lakini niombe ili tuweze kufanikisha jambo hili la huu uh, mradi mradi sawa na na mwili, pua haiwezi kusema sitaji macho au macho akasema kwamba sitaji mdomo mm-hmm. Kwa hivyo vitu vyote vinashirikiana kikamilifu kuhakikisha kwamba zoezi linaenda na linafikia tamati. Mradi huu una manufaa makubwa na manufaa mazuri sana naweza nikasema mradi huu utakuwa mkombozi kwa wanawake kama ambavyo mradi umesema, kati ya umri wa miaka 18 mpaka 35. Kwa ndani ya kata yetu ya Misungwi tunao tunawa wanawake ambao kweli wengi wana ulemavu lakini wengine pia wamepitia aina mbalimbali mbali za ukatili. Kwa mradi kama huu unapokuja na tunapopokea, unaleta manufaa makubwa sana kwa jamii ya wana Misungwi. Mimi binafsi nimefurahi kuupokea huu mradi. Najua utanufaisha wananchi wangu wengi ambapo wakiwemo mojawapo ni hao watu wenye ulemavu na wale waliopitia katika changamoto ya ukatili. Kwa hiyo si tuko tayari kupokea na tutakuwa pamoja na hawa wenzetu ambao wamekuja kwa ajili ya kuja kuelimisha hao wananchi. Tuko tayari, mimi natarajia kwa kata yangu na kijiji changu cha Ntende wanawake walio katika mazingira ya yani, walio na uchumi wa chini watanufaika, maana kuna single mothers pia wapo wengi ambao mradi huu unalenga kuwanufaisha pia.